Katika dunia ambayo watu wengi wamepoteza imani kwenye mapenzi ya kweli, kulikuwa na wanandoa waliodumu pamoja kwa zaidi ya miaka sabini na saba. Walikutana wakiwa vijana wakati wa Vita Kuu ya Pili ya Dunia, wakapendana, wakaoana, wakaishi maisha marefu pamoja, wakaleana na wakaleleana, wakapambana na umaskini, wakishuhudia dunia ikibadilika miongo kwa miaka lakini miaka mingi baadaye, wakiwa wazee, yeye akiwa na miaka tisini na tisa na mke wake akiwa na miaka tisini na sita kitu cha kushangaza kilitokea. Mzee huyo aliyekuwa akiishi Italia alipata begi la zamani lenye barua za zamani za upendo. Ndani yake kulikuwa na barua moja iliyomchanganya kabisa, barua kutoka kwa mwanaume mwingine, barua ya mapenzi iliyoandikwa kwa mke wake, zaidi ya miaka sitini iliyopita. Alishindwa kuamini, moyo wake ulipasuka taratibu polepole pole, kama mtu anayesikia sauti ya uongo baada ya maisha yake yote ya uaminifu. Alikaa kimya siku kadhaa, kisha akamkabiri mke wake. Mke wake alilia, akasema ni kweli, ilikuwa kosa la ujana wake, ilikuwa kabla ya ndoa yao kufikisha miaka kumi alimwomba msamaha, lakini mzee huyo hakuweza kuvumilia tena. Baada ya miaka sabini na saba ya ndoa, watoto, wajukuu na vitukuu, aliamua kuomba talaka. Watu wengi hawakuamini, baadhi walisema baada ya miaka yote hiyo inafaa kumsamehe, lakini wengine waliona ni ushahidi wa kwamba hata mioyo ya wazee inaweza kuvunjika kama ile ya vijana linapokuja swala zima la usaliti. Na mzee huyo alisema kitu kimoja tu kwenye mahojiano, siri ni kama moto, unaweza kuficha kwa muda, lakini siku moja utachoma kila kitu. Hiki ni kisa ambacho kinafundisha kwa mapenzi kadri yanavyoweza kuwa marefu, bado yanahitaji uaminifu wa ukweli. Wakati mwingine kosa dogo la zamani linaweza kubomoa historia ya maisha yote kabisa. Hii si hadithi ya sinema, ni tukio halisi liliowahi kuripotiwa na vyombo vya habari vya kimataifa, na labda ni onyo kwetu sisi wote kwamba mapenzi ya kweli hayaishi kwa muda mrefu, bali uaminifu ndo kitu pekee ambacho kinabeba mahusiano.